Please, na waasimaji nao, Wakenya wametakiwa kuwakumbatia wenzao ambao wa wamemaliza vifungo vyao wa gerezani, kama njia moja kuwasaidia kufanikisha mwanzo mpya wa maisha. Ombi hili limetolewa katika hafla ya kuhitimu kwa masomo ya ukasisi ya Chris Mwangi mwanamme aliyewahi kutumikia kifungo cha miaka saba katika gereza la King'ong'o, Nyeri, kwa kosa la, la kugushi hatimiliki ya shamba. Upweke na unyanyapaa kwa sababu ya kutengwa na jamii ni kati ya sababu zilizotajwa kusababisha waliomaliza vifungo vyao kurudia uhalifu. na wakati nilipotoka ilikuwa chalenji kubwa sana, kwa sababu wale wa walikuwa karibu na mimi hawakuamini ilikuwa mistaken identity. Walikuwa wanasema sio kuwekelewa, ni lazima awe alikuwa amefanya. Na kwa hivyo ikawa ni challenge, kwa hivyo hata, ili niweze kukaa katika hii society, nilisaidiwa na watu wa kanisa zamani, wakati nilikuwa jela nilikuwa najiuliza sasa itakuwa namna gani? Wakati nilitoka nikakubalika, nikasema nitadhibitisha ya kwamba mtu ataweza kutoka jela na awe mtu wa maana, na sasa ninasikia niko na furaha na nasikia nimebadilika. Mui huwa mwema, na huo ndio ujumbe ambayo tuko na siku ya leo. Sasa mtu ambaye amekaa jela katika miaka samba na leo ni mchungaji, tunamkubali katika kanisa, hatutaendelea kumwona kama ule mui, mui, kwa sababu mui huwa mwema na kila mmoja wetu tukiangaliwa kulingana na kasoro zetu hatuwezi kubarika. Na mtazamaji na wawakilishi wodi sasa wanataka nyongeza ya asilimia mia saba ya mishahara.